Mafunzo maalum ya waalimu wa ajira mpya ya masomo ya elimu ya biashara na amali yamehitimishwa leo, yakifanyika katika chuo cha walimu Korogwe, mkoani Tanga. Mafunzo hayo yaliyoanza rasmi tarehe 19 ya mwezi Juni, yamewakutanisha waalimu 242 kutoka katika mikoa ya Morogoro, Arusha, Kilimanjaro na Tanga, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali awamu ya sita kuandaa rasilimali watu kwa maendeleo endelevu. Kupitia hotuba ya Naibu Katibu Mkuu Elimu, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Bwana Atupele Mwambene aliyemwakilisha Katibu Mkuu wa TAMISEMI, Bwana Adolf Ndunguru, serikali imesisitiza dhamira yake thabiti katika kuboresha elimu kupitia mtaala ulioboreshwa kwa walimu wote nchini kufunga bila kutoa ya shukrani za pekee kwa dhamira ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kuhakikisha kama nchi tunaandaa rasilimali mtaji watu yenye kujua na kujali muda wakati rasilimali zilizopo kwa ajili ya maendeleo endelevu na dhamira hii ya serikali, sote ni mashahidi kwamba bila kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, yawezekana isingekuwa rahisi. Kwa wale ambao mmefuatilia mwezi Oktoba ishirini ishirini na tatu wakati wa uzinduzi wa sera ya elimu, naamini mtakuwa mashuhuda namna ambavyo mheshimiwa raisi alizungumzia kwake kwamba elimu ni kipaumbele na tumeona kwa vitendo, na vitendo hivyo ndio hivyo ambavyo leo vimetukutanisha hapa sisi sote washiriki. Katika hotuba hiyo, serikali imesema kuwa elimu ni kipaumbele kama alivyoelekeza rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan wakati wa uzinduzi wa sera ya elimu malengo ni kuendelea kutoa fursa kwa walimu kuelewa mwelekeo mpya wa taifa katika sekta elimu. Kwa hiyo, shukrani za pekee zimwendee rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kutoa kipaumbele kwa sekta ya elimu katika uwekezaji wa miundombinu, na amini wengi ntakuwa mnaona shule ambazo mnafundisha ni mpya. Lakini pili, kwa kuridhia kwamba kama nchi tuwe na sera ya elimu na mitaala mipya ambao itatupeleka kule ambako sote tuna matumaini na matamanio, lakini tatu, kwa kutoa fursa ya ajira zenu nyie na wenzenu ambao wanetambulia. Nne, si ajira peke yake, lakini na kuwapa fursa ya kupata mafunzo ili muweze kuelewa kama nchi tumelenga twende wapi na nyie mna jukumu gani na kutufikisha huko ambako tunatarajia kwenda walimu hao wa ajira mpya wametakiwa kuhakikisha wanafunzi wanajifunza ujuzi wa kujiajiri na kutumia fursa za kiuchumi zinazozingatia hali ya kijiografia ya maeneo yao. Pia wamekumbushwa kuwa walezi bora wa wanafunzi na kuwa na mwonekano nadhifu kazini na kuwa na mfano wa kuigwa. Katika taarifa yake, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya elimu Tanzania TET Dr Anet Komba amewahimiza walimu hao kutumia maarifa waliyopata kuwasaidia wanafunzi kuongeza kipato na hasa wanapokuwa majumbani. Aidha, katika kituo hiki imeelezwa pia na mkurugenzi wa mafunzo kwamba tunawashiriki kutoka mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, Tanga, Dar es Salaam, Morogoro, Pwani na Manyara. Hongereni sana wana mafunzo, tumesomea katimu zenu na tumeona kwamba mmeshiriki kwa kutosha au zaidi ya yale matarajio yetu, na sasa ni imani yetu kwamba mafunzo ambayo mmeyapata mtaenda kuyatumia vema kuimarisha ufundishaji na ujifunzaji. Ndugu mgeni rasmi, lengo la mafunzo haya ni kuwajengea walimu uelewa kuhusu taaluma ya ualimu, uwezo wa kutumia mbinu stahiki za ufundishaji na ujifunzaji darasani, uandaaji wa masomo na kutoa ushauri wa kitaalamu na malezi kwa wanafunzi. Aidha, umahiri mahususi uliotolewa katika mafunzo haya ni pamoja na kujenga uelewa kuhusu taaluma ya ualimu, kujenga uelewa kuhusu majukumu ya mwalimu katika utekelezaji wa mtaala na masuala mengine ya kijamii katika maisha ya wanafunzi shuleni, kukuza uelewa kuhusu mtaala na mihutasari ya elimu ya amali na biashara Kumudu mbinu mbalimbali mbali za ufundishaji na ujifunzaji. Ndio maana mgeni rasmi umewaona hapo wakitumia mbinu shirikishi katika kuwasilisha walichokuwa wakifundisha. Kumudu mbinu za upimaji na tathmini. Kumudu mbinu za kufaragua zana uh, na namna kuzitumia katika ufundishaji na ujifunzaji. Kumudu mbinu za kufanya maandalizi ya ufundishaji, ikiwemo uandaaji wa azimio la kazi na andalio la somo kufanya ufundishaji onesho kwa kutumia mbinu na zana mbalimbali. Washiriki mbalimbali pia walitoa shukurani kuelekea namna ya mafunzo haya yatakavyowezesha kuwa walimu bora wabunifu na wa kisasa. Kwa majina anaitwa Isa Thomas Mwita, natokea kituo cha shule ya sekondari Makiba wilayani Meru mkoa wa Arusha. Kwa fani yangu mimi ni fundi sanifu maabara ya eh, shule za sekondari kiukweli, kwanza tunashukuru Mheshimiwa Rais wa Tanzania eh, Samia Hassan Suluhu kwa kuweza kutuona na sisi walimu ambao hatuna uwalimu na kuweza kutoa majukumu na kutoa utekelezaji kupitia taasisi ya elimu Tanzania ili japo na sisi tuweze kupata chachu kidogo kuhusiana na namna gani tunaweza kuishi na kushirikiana nao wanafunzi. Na kwa muktadha wa leo tumeaswa mengi, hasa tunde tuka implementi tukatoe maarifa kwa wanafunzi waweze kupata ujuzi ili tuweze kuondoa soko au tuweze kuondoa ile dhana nzima ya ukosefu wa ajira mtaani, kwa maana kwa ya kwamba wal, walimu tuenda kutumia maarifa yetu kuwapa wanafunzi kujua maarifa zaidi na kuweza kuyatumia katika jamii wanaotoka na tumeaswa juu zaidi kwamba twende tukakifanyie kile tulichofundishwa, tukakiweke katika kazi husiana na mbinu ufaraguzi wa zana na namna gani tunaenda kuishi na wanafunzi, kwa sababu wanafunzi tunaishi, tunawafundisha na pia ni tunaenda kuwaelimisha pia na kuishi nao kama u, u, e, kama watoto wetu pia kwa, kwa njia ya malezi. Na naitwa Ramadhani Hamisi Mwarabu <coughs> ni mwalimu kada ya amali electrical installation. Uh, mi wito wangu kwa walimu wenzangu wa kada mbalimbali hususani za amali biashara, pamoja na fundi sanifu maabara, nadhani kwa mafunzo haya tuliyopata, hii kwetu kwanza ni fursa. Tumepata kwanza knowledge mpya, tumepata maarifa mapya kuhusiana na malezi pamoja na ufundishaji kwa watoto, lakini pia niseme hichi tulichokipata hapa kama alivyosema Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba hatuna budi kwamba tukayatumie maarifa haya, njia pekee ya kulipa shukrani kwa hichi tulichokipata ni kwenda kuwa, kuwasaidia wale watoto jinsi ya kuwapa maarifa kwa vitendo, kuona kwa namna gani kwamba tunatoka, tunatoka sasa Tanzania ile ya kuwa sasa watoto wanakariri vitu, sasa tunaenda kufanya kwa vitendo. Na mimi niseme kwa niaba ya washiriki wenzangu tunatoa pongezi na shukrani kubwa kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mchakato huu huu, unatupa taswira kwamba tunaweza kuanza kuzalisha wataalamu wengi ambao wanaweza kujiajili, lakini pia wanaweza kufanya shughuli zao kwa vitendo bila kutegemea kuajiliwa labda, labda. Kwa hiyo hii ni wito kwetu sisi, maarifa tumeyapata na wale wenzetu ambao watakao kuja wajue hizi hii katika kada hizi, basi tuna lengo moja kwa moja kuinyanyua nchi yetu, lakini pia kuwa wazalendo, lakini pia kuongeza maarifa mapya kwa majina naitwa Abigail Amos natokea mkoa wa kilimanjaro mwalimu wa somo la biashara kitu kikubwa ambacho nimeguswa na maneno ya mheshimiwa mgeni rasmi maneno aliyosema kwamba mimi ni tahudumiwa na product yangu ambayo inaitoa hivi leo wale watoto nawafundisha leo nao naoandaa kimalezi leo ndio wale ambao watanihudumia miaka ijayo wakati nikiwa bibi, wakati nikiwa nakaribia kustafu, ndio watakao nitakaowakuta maofisini. Kama nitawaandaa vyema, watakuwa na uwezo wa kunihudumia vyema, lakini pia kama watakuwa ni watu ambao wamekuwa wazalendo kwa nchi yao, wanaweza kufanya biashara vizuri na waka wakatekeleza sheria za nchi katika maeneo ya biashara, kwa mfano wakasajili biashara zao wakatoa kodi pasavyo, taifa tutakuwa tumelifikisha sehemu nzuri na katika sehemu ambayo inatarajiwa. Si hivyo tu, uchumi wa nchi utaongezeka kwa sababu tutazalisha wajasiriamali ambao watatusaidia pia kutengeneza ajira kwa wengine, lakini pia kujiajiri wenyewe, lakini pia kutatua changamoto za Watanzania kwa kuzigeuza kuwa fursa ambazo zitaongeza kipato cha chao wenyewe kipato cha taifa na, kwa, kwa, kwa, katika ushindani wa kibiashara zaidi. Kwa ujumla, mafunzo hayo yamewakutanisha walimu takribani 1670 ambao wamepata mafunzo kote nchini.